Ambapo tunaambia jumla ya shilingi bilioni saba zinatarajiwa kutumika kwenye mradi wa kusambaza umeme, ambapo kati ya hizo bilioni nne ni kwa ajili ya kufikisha umeme kwenye vijiji ambavyo havijafikiwa na huduma hiyo katika mikoa na wilaya zote, na kiasi cha shilingi bilioni tatu kwenye maeneo ambayo yamefikiwa na miundombinu ya umeme lakini baadhi ya vitongoji havijapata huduma hiyo. Hayo yamefahamishwa jijini Dar es Salaam na kaimu mkurugenzi mkuu REA mhandisi Boniface Nyamuhanga alipokuwa akizungumzia kuanza kwa utekelezaji wa mradi kabambe wa usambazaji umeme vijijini awamu ya tatu utakaojumuisha vijiji 7873 katika wilaya na mikoa yote Tanzania bara ambao utatekelezwa kwa kipindi cha miaka mitano. Mhandisi Nyamhanga amesema vijiji 7697 vitapelekewa umeme wa gridi na vijiji 176 umeme kutoka nje ya gridi kutokana na nishati jadidifu ambayo ndiyo njia pekee ya kuvifikishia huduma hiyo kwa gharama nafuu kwa sasa. Aidha, REA imewataka wakandarasi wazalendo wenye nia ya kutekeleza miradi hiyo kujitokeza ili kukamilisha zoezi hilo. Tulipoanza kabisa ule mwaka 2007 kwenda 2008, ule mwaka wa fedha serikali ilikuwa imetutengea bajeti ya shilingi e, bilioni kumi na moja nukta sita, lakini mwaka huu wa fedha peke yake serikali imetutengea bajeti ya umeme vijijini shilingi bilioni mia tano thelathini na nne nukta nne. Sasa mtaona kwamba hapo kwa kipindi cha miaka minane, sasa hilo ni ongezeko la zaidi ya mara hamsini. Akizungumzia changamoto zinazowakabili, Mhandisi Nyamuhanga amebainisha kuwa ni baadhi ya wananchi kuzuia maeneo yasitumike kwa ajili ya mradi, lakini pia uharibifu wa miundombinu, wizi na kuchoma moto nguzo. Ni uharibifu wa miundombinu, aidha kwa wizi au kwa makusudi. Tunajua kwamba wenzetu vijijini wanapotayarisha mashamba kwa ajili ya kilimo, mara nyingi huwa wanawasha moto sasa mara kadhaa mioto kama hiyo imeleta madhara na uharibifu katika miundo mbinu inayojengwa, kwa sababu e, baadhi ya maeneo nguzo zimeungua na katika maeneo kwa makusudi watu wameweza kuchoma nguzo, lakini wengine kwa makusudi, kama tunavyofahamu, wanashiriki hata katika kuiba e, zile nyaya na mafuta ya transform. Kwa mujibu wa REA, Jumla ya vijiji elfu nne, mia tatu tisini na tano kati ya elfu kumi na mbili, mia mbili sitini na nane ambayo ni asilimia 36 vimeunganishwa huduma ya umeme katika utekelezaji wa mradi awamu ya pili. Kutoka Dar es Salaam, Bitus Erick, Channel 10.